Mii mi, mi, mi, nawasihi vijana wenzangu wote wanaokaa wana, vijiweni wana zile kali za kupigia kula, wasikae kijiweni kwa kusikilizia maneno ya watu. Wajitokeze kwa wingi waende wakapige kula, wakachague kiongozi wanaomtaka, waachane na mabali ya vijiweni, waachane na mambo mengine yasiokuwa na msingi, wasijiingize wasijiingize kwenye kwenye makundi, kwenye masuala ya maandamano wala nini, wakapige kula kuchagua kiongozi tunayemtaka katika nchi yetu. Umuhimu wa kupiga kula kijana, kwanza moja ni kuitambua thamani yake yeye binafsi kijana kama kijana, kwa sababu unapoenda kupiga kura na umuhimu wako kuhitaji, kwa sababu kupiga kura ni kwenda kuchagua kiongozi yule ambaye unamhitaji na, na ambaye una, unaamini unaenda kumchagua unaamini ataenda kukizi kiongozi yule ambaye unaenda kumpigia kura. Kama unahitaji kupata kiongozi ambaye aliyekuwa bora ni wewe kutoka majumbani na kwenda kupiga kura, waacha kusikiliza mitandao. umuhimu wa kwenda kupiga kura tarehe ishirini na tisa kwenda kumchagua kiongozi bora asiyekuwa na ubaguzi. Na so vijana kukaa jiweni na kuanza kusema fulani ya fai fulani ya fai. Tarehe ishirini na tisa nenda kapige kura, tiki yako ya kwa kwanza, kijana na thamani kwa kwenda kupiga kura ili kuchagua kiongozi ile sahihi. Na miaka kumi na tisa kini marangu ya kwanza kupiga kura Tanzania, na vijana umri wa rika zote kuanzia miaka kumi na nane kushuka kumi na nane kwenda juu wapige kura, kwa sababu itakuja kutusaidia sisi hapa mbele mbeleni. Ndo ushauri wangu wa vijana wenzangu.